Nimeishi maisha yanayofaa mwanadamu kuishi. Maafisa usalama wa Zanzibar Ijumaa ya Aprili 7 mwaka 1972 walimpatia Sheikh Abeid Amani Karume taarifa za kiintelijensia kwamba kuna viashiria vya usaliti jeshini vinavyoweza kuhatarisha usalama wake, hivyo asiende kwenye afisi kuu za chama Kisiwandui mjini Unguja kama alivyozoea lakini akaamua kwenda na mwishowe, rais huyu wa kwanza wa Zanzibar kiongozi wa chama cha ASP na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akauawa kwa kupigwa risasi katika mazingira na sababu za kutatanisha. Vyombo vya habari wakati huo vilimtaja Luteni Humode Mohamed Humode kuwa ndiye aliyetekeleza mauaji hayo akishirikiana na wenzake. Baadhi ya majarida yalieleza kuwa mauaji hayo yalikuwa ni njama ya kuipindua serikali, lakini vyanzo vingine vikaeleza kuwa Humode alikuwa na nia yake ya kibinafsi, kwani baba yake mzazi alikamatwa miezi michache tu baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964 na Humode alipopata taarifa hizo, aliapa kulipiza kisasi. Simulizi ni nyingi. Kitabu cha The Afro Shirazi Party Revolution 1964 mpaka 1974 kilichoandikwa na chama cha ASP kimewataja wauaji kama wasaliti. Jioni ya siku hiyo ndani ya jengo la makao makuu ya chama cha ASP Sheikh Karume na viongozi wengine wa chama walikuwa wamekaa kuizunguka meza ya viti sita wakicheza drafti na dhumna Alikuwepo mstahiki meya Mzee Mtoro Rehani Kingo, lakini pia Sheh Muhidin Ali Omar alikuwepo Shah Kombo, Sheh Ibrahim Saadala na Sheh Thabit Kombo wakiwa wanafurahia mchezo huku wakipiga stori mbalimbali. Mzee Mtoro aliomba kwenda msalani, meza ikabaki na watu watano. Wakati huo huo, nje kuna misheni ilikuwa imeshaanza. Wauaji walikuwa wameshafika tayari mazingira hayo kwa kutumia magari mawili. Gari moja liliingilia upande wa kaskazini na lingine kusini. Sasa, kabla ya mzee mtoro kurudi kutoka msalani, ndiposa muuaji aliingia na kuanza kumimina risasi, huku mlengwa akiwa ni shehe Karume ndani. Risasi zikawa zinamiminwa, nje nako mapambano yaliendelea, walinzi hawakukubali wauaji wengine waliokuwa nje waingie ndani ya jengo. Kwa hiyo pande zote mbili risasi zilimiminwa kama njugu, na moja ya risasi ilimpata mzee Hija Hasan Hija, ambaye alikuwa ni mlinzi na dereva wa mzee Karume. Mashine zinafanya kazi, zinalia, na ndani zinalia. Sasa mi nataka kujibu mashambulizi, ule mwenzangu akaniambia bado tulizana, sijibu tutakufa, tuta bado. Eh, mi nkalala nkamsikiliza ule mwenzangu lakini akili ya yangu yote haipo naona uchungu <gumulia> ujabali wa mzee Karume alisimama ye nafanya nini? Kumbe vile anampa taketi zaidi. Bila shaka hayati Karume alimtambua Humudi na Humudi bila huruma akammiminia risasi zingine, huku sekunde za shehe Karume za kuvuta pumzi ya dunia hii zikawa zinahesabika. Ibrahimu Saadala alipigwa risasi ya kidevu ikatokea upande wa pili. Sheikh Kombo alilengwa kichwani, lakini bahati nzuri risasi ikaipiga kofia yake bila kumdhuru. Kwa kifupi, wote walijificha chini ya meza. Humudi alivyoona wote wamelala chini, akatoka nje ili akimbie. Mzee Hija akasema, hapana, hauwezi kufanya mauaji ya namna hii, umuue mzee halafu ukaondoka hivi hivi. Akampiga risasi Mudi akaanguka chini akafa. Baada ya kuwa ile gari kuondoka tu pale pale kuona imeondoka tu Humudi bado yupo pale pade ea mbio nkenda mbio nikampiga risasi. Wakati risasi zinarindima, bi Fatma Karume mke wa Sheikh Karume alimpigia simu mtoto wake Amani Abeid Karume na kumuuliza mzee yuko wapi, akajibiwa baba, tunajua alipo usije na hapo hapo mawasiliano ya simu visiwani humo yakakatika. Baada ya ile kufija simu line zikakatwa, na kulikuwa kuna line moja tu ya kwetu. Mama hakuridhika akasema, hapana, lazima niende. Akanyanyuka na kwenda hospitali ya Mapinduzi, na alipoingia ndani ndipo akaukuta mwili wa mume wake na akaomboleza kwa muda. Siku ya mazishi, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifika msibani na kumpa pole Mama Karume, lakini siku kadhaa baadaye pia alifika nyumbani kwa Mama Karume. Na akiwa na majonzi, mama akamuuliza mwalimu swali ambalo hakupewa majibu hapo hapo. kama mwalimu anataka kuuliza, huyu mzee alikuwa na ulinzi. Waliniambia kwamba walimwambia kwamba leo usitoke, usiende makao makuu, hawa watu wameiba silaha huko, hatujua atafanya nini. Haya, mi nataka ukaniulizie, wao walijua kwamba watu kule wameiba silaha, na walioiba silaha ni watu dhidi ya mzee Karume, na wakaja wakamwambia kwamba leo we usitoke. mzee Karume anasema kwa nini sitoke? Mimi nitatoka tu, kinachotokea chote nakitokee. Sasa wao jeshi walichukua hatua gani baada ya yale Rais kisha sema kishasema mi nakwenda? Sasa nyinyi mlichukua hatua gani? kwa hivyo likua hakuna hatua iliochukuliwa. Mwalimu niulizi alichukua hatua gani, ambao mi nikaiona hasa kwamba hatua hii ndo alichukua majeshi na serikali, akendakaulizwa mjibuni sasa. Tuseme labda uzembe, kuto kujua kuto kufahamu kuto kukuelewa, mtu kazi yake pia himo waliotajwa kuhusika na mauaji hayo ni luteni wa jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania, humudi muhamed Humud. Mwingine ni kapteni ahmada muhamed Alichwaya, na mwingine ni koplo wa jeshi ambaye jina lake halikutajwa, ambao nao waliuawa baadaye. Mwanajeshi mstaafu wa jeshi la ukombozi na baadaye JWTZ, mzee mwalimu anasema alikaa jeshini pamoja na wauaji na aliwafahamu vizuri, na yeye mwenyewe alishiriki katika zoezi la kwenda kuwakamata na hatimaye katika majibizano ya risasi akawaua. Na bahati njema, mimi huyu kwa wakati huo tulikuwa mwajiri wa pamoja, mimi na yeye na wengine, tuko hapo. Yeye aliandaa kikosi chake ili wafanye mapinduzi, lakini hili swala la mauaji lilikuja bahati mbaya baada ya kutambulikana. Kwa hivyo sasa tu, tutie hasara tu hao wenzake baada ya ku, kuondoka hapo kisiwa Ndui kukimbia, walikimbilia kuelekea maeneo yanaitwa Bumbwini kule. Bahati njema walitambulikana, wale waliwajua, waliripoti. Mimi nilikuwa ni mmoja kati ya tuliokwenda kuwakamata. Kifo cha Sheikh Karume kilifuatia kukamatwa kwa zaidi ya watu mia tano wakiwemo maofisa wa jeshi waliokuwepo bara na visiwani, wanasiasa na mawaziri, akiwemo aliyekuwa Waziri wa Nchi za Nje Abdulrahman Babu katika miaka yake nane kama rais wa Zanzibar Sheikh Karume alifanikiwa sana kufanya maendeleo kwa muda mfupi kutokana na uwezo wake wa kuunganisha wazanzibari kuwahimiza kujitolea lakini pia alikuwa ni mfuatiliaji mzuri wa miradi ya serikali kama ilivyoandikwa kwenye mnara ulio kwenye nyumba ya familia ya Karume kwamba Sheikh Abeid Amani Karume ameuawa na kuzikwa lakini kilichokufa na kuzikwa ni kiwiliwili chake tu, fikra na mawazo na busara zake zitaendelea kudumishwa milele, hakika ataendelea kukumbukwa. Wala hatutaki kopa kwa mtu. Wageni wetu, mwende pema, kwa sababu hivi ni visiwa viwili, mkatusemee na mtukosoe. Mgeni wetu yeyote akiona kosa hapa sema, pia ndani ya magazeti, ukiona serikali inakwenda katika hali mbaya kwa watu wake, rafiki sio kwenu, basi mnayo haki